Ndugu zangu Waislamu, mimi nawasisitizia tusipoteze fursa kwa maneno ya watu wasiotaka mambo ya kheri, wanataka kuwapotezeni wakati wenu. Tusipoteze wakati huu, fursa ya kesho, usiipoteze. Ndio msisitizo wangu. Haya wa. Hey, maneno yote nayazungumza kwa maana ya kwamba tusije tukaipoteza, usije ukala kesho kwa sababu tu sisi bwana, tusubiri mwezi wetu utangazwe, we subiri tu eti, ah, wano, dosubiri, yetu, biritu, lakini arafa itakupita. Utapitwa na Arafa, waache hawa masheikh wazungumze, waache, achana nao, fuata Arafa, funga.